Karibu okay, mfuatiliaji wa channel Richstar, kama ni mara ya kwanza uh, jina langu naitwa Richard uh, siku zote nakuwa nikitoa uh, tutorials za uh, uh, uh, graphics design, uh, FL Studio na masuala mengine yote na uh, teknolojia. Na siku ya leo nina tutorial ambayo itakuwa ikielezea ni yani, jinsi gani unavyoweza kutumia FL Studio na kompyuta yako uh, ku create beat ya trap, uh, hip hop ambayo ni trap, na, nadhani utapata mwangaza ambao utakusaidia eh, na wewe baadaye au next time ukatengeneza biti yako ya trap eh, kutokana na ma maelezo ambayo nitakuwa nitayatoa huko katika uh, tutorial hii. uh, sasa unavyotakiwa kutengeneza biti ya trap, kuna vitu lazima uvizingatie. Na katika vitu hivyo kuvizingatia, kwanza cha kwanza kabisa ni aina uh, ya sample ambazo utakazotumia. Make itakzitumia sure hutumii sample za FL Studio kutumia sample ambazo zimesha kuwa created na famous producer producer kubwa kubwa wale kama uh, uh kina DJ Hardy Day wakina uh, wengine wengine wengi tu, wengi tu wengi, Swiss Beats. Umeona sasa, kama mimi hapo unaweza ukaona nina na folder hapa limeandikwa recross, ina maana kuna sample zote ambazo zitaweza kunisaidia katika ut utengenezaji wa beat yangu ya, ya trap. Umeona kama hivyo unavyoona Umeona hizi ndio sample ambazo nimekuwa nikizitumia. Nikiz Umeona. Sasa, uh, ukiachana na hicho kitu kingine ambacho unatakiwa ukijue uh, ni tempo. Katika kutengeneza beat za trap, mara nyingi sana tunatumia au uh, beats nyingi za trap zinakuwa tempo yake inaanza 125 uh, mpaka 160. Uh, ukizidisha hapo unakuwa uko wrong kwa zingatia ya vitu hivyo. Tempo na aina ya sample, hakikisha unatumia sample ambazo ni eh, ambazo sio za FL Studio mule mule ndani. Na ninavyosema sample na maanisha kick, ki snare, clap, umeona na crash vitu kama hivyo. Na kitu kingine cha kuzingatia ni aina ya vinanda. Umeona, aina ya vinanda. Kwangu mimi nashauri sana sana. Nashauri sana utumie uh, Nexus maybe na Hypersonic, Lenal kidogo umeona ya vitu kama hivyo orchestra yeah, maybe kidogo na na hyper canvas na itakusaidia vitu kama hivyo umeona. Kitu kingine ambacho cha kuzingatia ni kwamba tunavyopiga uh, trap beats uh, hatupigi kama wanavyo uh, tunavyopiga beats nyingine uh, beats zile unazojua za bongo flavor nini, ni zile tunakuwa tunapiga kodi tu na tunapanga na vitu vingine. Sasa hii kuna melody zake na melody zake ni tafu kuzitafuta, inabidi producer kidogo umize kichwa, tengeneze melody na melody nakuwa ni rahisi zaidi uh, ukiwa msanii, na msanii artist anavo flow anakuwa anakupa ile hype kwamba unaweza jua kupanga melody yako, na ndio maana kidogo beat ya trap. Hii ni biti ambayo tayari nilishaipiga, kwa hiyo nitaitumia kama example. Nita explain, yani nitaelezea kipengele kimoja kimoja kwa nilifanyaje, kwa sababu ingenuia uh, ngumu kidogo, kwa sababu lazima kwangu mimi ninaona, ningekuwa na msanii pembeni ana flow na piga trap, ndio inakuwa ni vizuri zaidi uh, kuliko ku, ku, ku, ku, kutengeneza tutorial from kuanzia mwanzo. Sina mtu ambaye anakuwa anaisukuma ana, ana, ana, ana, ana, ana akili yangu kufikiria vitu vingi zaidi, na ukizingatia sasa hivi nakuwa ni mtu mwenye mambo mengi, nafikiria vitu vingi sana. kwa hiyo <coughs> baada ya kutoa maelezo, so, kitu cha kwanza, nipende, nizungumzie kwanza uh, melody ambayo nimeipiga katika uh, beat hii kabla sijaanza ku preview kuachanganya beat yenyewe na sound vipi uh, nitaanza na, na melody ambayo nilimeipiga. Uh, melody yake ni kwamba inaenda hivi. Kwa unaweza ukaona upigaji wake ni tofauti, sio kama kodi za kawaida, sio kama beat za kawaida zinavyopigwa. Uh, ukipanga makodi kodi kodi unaweza ukajikuta unapiga R&B au unaweza ukajikuta Uh, unapiga beats ambayo ya, ya, ya ambayo hai, sio trap kwa zingatia hicho, unaweza ukapanga vyovyote vile ambavyo una, lakini kwa kuangalia kwa, kwa eh, kama hivi umeona nilivyopanga hivyo kwa baada hapo nilichokifanya kingine ni kwamba eh, nikapiga hizi eh, kama eh, Plak, flani hivi, eh, ambazo zinakuwa zina zinaenda kufuatana na ile melody inavyoenda na inaenda hivi. unaweza ukaona ni simple tu mon. <coughs> Hiyo ndio Nexus, uh, uzuri wake, kinanda kinakuwa kimeshiba kama kinavyotakiwa. Ukiachana na kinanda hicho nikapiga kinanda kingine ambacho ni hiki ambacho kinaenda Kwa nacho upigaji wake ulikuwa ni rahisi tu nilipiga. Umeona? Kufuatana na kodi eh, melody yangu ya zile ki nilivyozipanga. Kingine nilichopiga ni hiki piano, lakini piano nilivyopiga nikapunguza, eh, kitu kinaitwa velocity. Umeona nipanga hapa wengi mnapanga inakuwa ndefu hivi. Kwa wewe most of time eh, piano yako kitaka kujaribu kupiga beats, basi velocity shusha, kwa sababu nikiweka hivi sasa, mimi sitaki, nataka iwe inalia kwa upole, kwa inalia kama hivyo navyoweza kuona. uh, eh, kingine ni hizi unaweza ukaona unaweza ukaona zinalia vibaya hivi kana kwamba aliyepiga alikuwa anajifunza, lakini no, nimepiga hapa nikuwa na maana yangu, na takapo preview beats utaona zisi zi zi zi zi zinavyoweza uh, kusound. Kingine ni string ambazo za next nilipiga hizi nilipiga tu kutokana na mimi ninachokisikia kichwani mwangu, lakini nimepanga hivyo. Nikakopi eh, nikakopi nikapesti, nikafuta hiki kimoja, nikakopi tena nikapesti. Lakini nilivyokopi huyu nikapesti hivi, lakini nilivyopesti, nikaliva sasa huyu aanze aa, hapa huyu akaya hapo hapo, afuende hivi kwao, ikaenda tap, afu ikaje ikashuka, kwao inakuwa kama hivyo, mmeweza kuona a. Kingine ambacho nilichokifanya ni, ni kwamba nikapiga mtu anashangilia, mmeona. Hizo zinaitwa chant, ni sample ambazo unatakiwa uwe nazo ambazo binafsi nazo hizi, zipo nyingi tu, mmeona. Kama hivyo unavyoweza kuona na huku nako nikapiga tena melody nyingine, mwana, nikaja nikapiga hapa hizi sasa. Hapa kwenye kupiga ni wewe tu unavyohisi lakini mwana, nikapiga tu ngapanga kama hivyo nikaja nikapiga hizo nikupanga tu, lakini unavopanga, hakikisha umeweka nan ili ukipanga iweze kupangika vizuri. Tofauti wengi mkienda hapa mnaeka line ko, unakuwa kidude kinakaa kina, kina, kina kwenye line hakikai, hauwezi kukiseti manual koyo, kwa hiyo inakukumbusha tu hilo kwamba ni muhimu unavopiga vitu kama hivi kama hivyo Kingine ambacho nilikifanya <coughs> kingine ambacho nilikifanya ni kupiga kiki. Sasa hii kiki za uh, mara nyingi sana kwenye trap beats, mara nyingi zinakuwa zinafuata melody ulivyozipanga kiki zako zile za melody. Kwa, zinafata, uh, melody, eh, kisa, kwa melody. Ko, na mimi melody zangu inakuwa ilianza hivyo ikapanda ndefu ikashuka tena ndogo hivyo, ko kiki nazo nikafuatisha melody inavyoenda ko ikaenda kama hivyo unavyoweza kuona, na ni kiki ya kawaida tu eh, inaitwa vibe, uh, vibe kick ambayo inapatikana kwenye folder la sound pack one. Sound pack one, kuna kuna folder linaitwa leak loss. Hiyo folder kwa wale ambao waliweza wali eh, kununua hii sample kutoka kwangu, ili folder ni folder kubwa sana, lina faili nyingi sana zina sampo nyingi za maproducer kubwa kubwa, maneke mako chale, uh, baucha nini, zote ziko unaweza ukani contact, unajua tunafanyaje kwa hiyo wale ambao mnalo lifoda, lakini eh, kama kiki hii huna basi, unaweza ukaenda kwenye packs, ukaenda eh, vintage, kuna kiki moja hapa ni hii, unaweza ukaitumia. Hata hii ukaichukua ukaiweka, kwa modify modify, kuiweka kwenye mixer, ikakaribiane kusound na hii, kama hauna alternative, hiyo kwa tunaendelea. Baada hapo nikapiga eh, kuna kitu kinaitwa sound hizi hizi ni kama kiki fulani lakini, si kiki, naenda hivi. Unaona? Kwa nikiwasha mento unaona. Kama hivyo nikapiga, kwa ni wewe tu utakavyoamua upange vipi. Uh, kingine nilichokipiga ni ni uh, nikapiga hicho kama hicho kama hicho, umeona hizo. Na kwenye FL Studio hizi zinaitwa velocity, ukishusha sauti inakuwa inapungua kama hivi Mwona kama hivyo, mwona nikafanya hivyo. Kingine ambacho nikipiga hii e, nilipiga na mwona hiyo e, snare yake ambayo ipo kwenye le folder, ila unaweza ukacheki snare mfano hata hii Ika, ukaitumia ikawa kama alternative. Kwa hiyo baada ya hapo nakuja sasa kwenye beat nilivyoipanga panga, <coughs> uh, panga. Uh, ina beat inaenda hivi, unaweza ukaona. ukaona kuna sound effects cho ni, ni vingola hivyo vinaitwa kipo. Mko kwenye folder lile, sample zipo mule mle. Kwa hiyo unaweza uh, uh, ukaona hapo jinsi zinavyoweza uh, ku match uh, vinanda lakini uh, kwenye suala so zima, pia la kiki nilivyopiga ni, ni kwamba nimepiga kiki zinashuka zinapanda na kushuka. Kwa mfano hapa ina, inaanza hapa inashuka zinapanda na kushuka, afu keka na hiki keka na hii